Mambo ndo hiyo sasa, hmm? Mambo ndo hiyo, kumeumana. Liz Kamunge kumbe ndo alipeleka Nduta majuu eh? na tuliulizana hapa, na tukasema, itakuwaje? Ati ajendi yote Kenya yote hizi majendi za ku, za kupeleka watu kazi, hakuna hata mmoja inajitokeza, hakuna hata mmoja inapatikana, ndo ilipeleka nani Nduta Vietnam, ama ndo ilimkatianga passport So, Lizi wakati ameshikwa, si ma DCI wameingia kwa hiyo ofisi yake hmm? Wakapiga tero, unasikianga tero ile proper. Guys, ile tero searching imefanyika huko vibaya sana, mafaili zote zikamwagwa hapo kwa meza kuconfirm na kutafuta ni nini ilikuwa inaendelea kwa hiyo ofisi hmm? Guess what, guys? Polisi wamepata madokumenti za Nduta huko kwa ofisi ya Liz Kamunge, wamepata fotokopi nini hii birth certificate ni fotokopi za maidi za wazazi ya Nduta, wamepata na yani madokumenti zote zimeachwa. Wameipata listi yake kwa ofisi ya Liz Kamunge na alikuwa ameruka, alikuwa amesema yeye ajui story ya Nduta. Hmm? alikuwa amesema yeye yeah, ajui Nduta na watu wakitaka waende kwake, kama mko na evidence sasa saizi, na nawambia mambo ya godi ni ajabu saizi. Sasa imejulikana kumbe huyu huyu Lis Kamunge yeye ndo alikuwa anafanya kazi na nani na Njoroge huyu John Njoroge. John Njoroge alikuwa broker ya Lis Kamunge hapa kwa mtakwa ground, hmm? Sasa wakati simraji wange hiyo process venye nakuwa watu wameenda huko kuna kuanga na broker na kuanga sasa kwa kijiji, yeye ndo anatafuta tafutanga watu kwa places kwa watu center center, akiwaambia watu wasichana wanataka kwenda majuu hmm? anawa connect. so Njoroge kumbe ni broker ya nani ya Liz Kamunge, yeye ndo alitafuta Nduta na ndo maana unasikia alikuwa anajulikana ni nani. Na unakumbuka siku ile ikisemekana Nduta alitoa list na akasema kuna wamama kuna wasichana wawili na ofisi yao iko Nairobi, mnakumbuka, hmm? Hiyo stori mnakumbuka hiyo stori kweli. Mungu alali na kuambia ya dunia inalipiwanga hapa hapa hmm? uwezi fanyie mwenzako mabaya aliye mwenzako mabaya aumie, alafu ukifikiria siku yako itafika, siku ni arobaini na ya dunia inalipiwanga hapa hapa, ailipiwangi mbali hmm? ya dunia kumbe ni hapa hapa. So, Njoroge ndo alipeleka huko nani Nduta hmm? Njoroge ndo alipeleka Nduta kwa Liz Kamunge. Karatasi ziko zimepatikana huko. Uu, mama ataona moto raundi na imepatikana. Ye ndo alikatia Nduta nini passport na visa visa hmm? Historia unasikianga nasema "Oh, mimi nakulipia nakulipia visa kwenda huko." hmm? Kumbe anakulipia kwa madawa yenye anataka umsafirishie huyu mama. Hakuna kazi anapeananga, hakuna kazi anapeanga mtu. Yeye ni anakutumia wewe kusafirisha nini madawa na dhasi wewe, unaonanga anaenda na kungojea kwa airport mali unaenda mbona bad, kama anakupea kazi mbona asi, asiache uende ajenti ya huko ama ofisi ya huko ikungojee ikupeleke wapi kazi? Yeye mwenyewe ndo anaenda tena anakuchukua wapi kwa airport. Hmm? Sasa unasikia yeye ndo alipeleka Nduta, hiyo stori yote hmm. Imefuatiliwa hadi shule. Unaonanga zile shule wanapelekanga watu kujifunza, yeye ndo alipeleka Nduta huko hiyo kusomea one month. Yeye ndo alipeleka Nduta huko kusomea one month full month hmm. Baada ya hapo hmm, gari yenye imerekodiwa kumbe, Nduta akwenda na basi na ndo tulishindwa hii basi gani inakata Nairobi tu Ethiopia direct dict, eh? ati ati alitoka na, na basi na Nairobi mpaka Ethiopia, hakuna basi. Alienda naye gari, alienda naye iko registered under Liz Kamunge, hmm? imetolewa number plate, imetolewa iko hapo, registration iko hapo, imetolewa kila kitu mpaka, hmm? venye hiyo gari Track zote venye zilienda venye zilienda tauni iliendanga ikisimama, imetolewa movement zote hmm? Imetolewa. huyo driver mwenye alikuwa anaendesha hiyo gari, mmesikia, anaitwa Peter Kamau, ndio alikuwa anaendesha hiyo gari enye ilipeleka Nduta wapi, mpaka Ethiopia. Na Liz Kamunge mwenyewe alikuwa Ethiopia the same date yenye nani Nduta alikuwa na travel alikuwa hapo Ethiopia, hmm? Alikuwa Ethiopia na hata Ethiopia, inasemekana Liz Kamunge inaonekana tena nini yake, inaonekana alitravel akaenda mpaka Qatar unaona? So hapo ni kama Qatar, hapo ndo aliachania na nduta akumpeleka kumlaki tena, wa juu kawaida yake anakuanga anataka nini? Anakungojea hmm? na utapata maybe huyu mwanamke mwenye ilikuwa inasemekana eh? juu nasikia Nduta akipewa hiyo mzigo aliambiwa nini? aliambiwa kuna mwanamke utampata huko atakupea nini, mzigo ingine kitu unile, ulete. Na hiyo ni Njoroge. Sasa alikuwa anaambia nani? alikuwa anaambia Nduta, so maybe hiyo mzigo, hii mzigo yenye Nduta alikuwa amebeba iko kokain alikuwa apeleke Vietnam ape nani, Liz Kamunge. Juu ovia tumejua Liz Kamunge anangojeanga klandi yoyote, anamsafirisha uwa anamfuata kwa airport, every airport. unashangaa umekuwa na naye jana jioni, lakini we utampata kwa hiyo airport, anaendaa na private jet ama, ama first class mbio mbio, unampata pale. So wende ikawa ni Liz Kamunge alikuwa napelekea hizo madawa pale Vietnam. Venye tu alichungulia hivi, akaona nduta huyo amebambwa, akaingia nyasi, hmm? Akaingia nyasi na niliwaambia, nikawaambia eh? Damu ya Nduta haiwezi enda bure. Huwezi fanyia mtoto wa mwenyewe mabaya, hata kama ni by the way, hata kama alikuwa anatafuta maisha. maisha hmm? Hata kama yenyewe ni situation ya hali ya maisha ngumu ya maisha ndio ilikuwa inamtuma afanye hata kama alifanya kwa kujua, lakini si kwa kupenda. Unajua kuna kitu mtu anafanya kwa kujua na kwa kupenda hmm? juu mimi naweza kuwa yes, situation yangu sina dosa hii, si ndio? alafu wewe umetokea huko na deal ukaniambia, mimi nataka unipelekee mzigo mahali fulani. Unaona, hata kama siku kama sitaki kuifanya, nitaifanya. Kwa sababu gani? nataka hizo pesa na hivyo ndo iliapen kwa Nduta. Nduta alikuwa stranded, alikuwa anataka domob. Hm? alikuwa anaona hiyo life, na ndo unakumbuka hata, hata rafiki yake ule wa mwisho mwenye aliongeanga pale ru, nini Ruai alisema aje, waliongea na nduta mara ya mwisho na akaambia, na nduta akamwambia, hii trip tu nikimaliza mi nimeomo, mi nimeomoka mi life yangu tu itabadilika, tuitabadilika kuzi, alikuwa anajua ai, mimi nimepata na the same na watu saa hizi anawakula pesa au watu, unashindwa. Mtu anatumia kama nusu milioni kusafirishwa kwenda huku huku, mali anapelekanga watu ule zikamunge hmm? ati Mauritius. Na mtu anajiuliza, hata kuna mwingine anajiuliza kwa mawazo, anasema, na hiyo pesa si mtu angetumia basi kunini kufungua biashara Hapana, nilo unaangalianga, yes, niko elfu mia tano na elfu mia tano na elfu mia tano. Nikienda pale, kazi hii ni kazi ya miezi mbili ama miezi tatu, nimerudisha hii pesa na nikae contract ya miaka mbili, nitakuwa nimeunda do mob zaidi, yenye hata hiyo biashara kana ningefungua ingemeka. So si makosa yao. Sasa guys, Liz Kamunge na unakumbuka ilikuwa imetolewa kabisa. Peter Kio, kio inakumbuka akisema, "Huyu msichana twende tumsalimie." Watu wakasema, "Oh, umelipwa." Oh, Pita amelipwa, akanyemaza, akasema okay, mimi sitafuti views na sitafuti tension, sitafuti views na sitafuti nini tension. Pitaki alisemanga hivyo sawa, kama nimelipwa kuharibia Liz Kamunge, sawa, wacha ikae, hata ijemaliza two weeks, ijemaliza two weeks. Ukweli ndio hiyo. Sasa wenye wamekuoniwa wenyewe wakatokea, hmm? Ndio hiyo hivyo hivyo tu, kumbe endo alipeleka nduta fomu zimepatikana huko ndani, hmm? data zote za Nduta, stori zote ziko huko ndani, hmm? Anyway guys, kama uja subscribe make sure ume subscribe to this youtube channel. Nawapenda sana na asanteni kwa kuochi. Nduta story ni uncomplete story, ununderstandable story, yani ni story ieleweki kabisa, ni stori kwa siri kubwa sana ne? So unajua, yes, dada ya Nduta jana aliongea ana blame the biggest media kwa kutoa the false information, but mimi naye nasema hii story ya nduta ieleweke, kwa sababu guys, nduta kwa hizi story zake, mimi nitalaumu familia kwa sababu ndo awapeani complete story ya nduta. What about kwa nini wanajua John Njoroge ni nani, hmm? Na watupee huyu John Joroge ni nani? Tuanzie hapo kando, na kutetea msichana yao asinyongwe huko Vietnam, Vietnam mbona wasitupee eh? John Joroge, tuanzie hapo. John Joroge, yeye anakuja kutuambia Nduta alipewa The first, nini, passport alishika 2022 na akatravel 2023 which is okay, but hiyo alienda juu, alikuwa anaenda Saudi Saudi Saudi Arabia. Tunajua kwenda Saudi Arabia, mtu anaendanga kusoma classes eh, mtu anaendanga kusoma classes kuenda Saudi, Afri, Saudi, Saudi Arabia so what, ni nani ni agent gani ilipeleka Nduta kwa hiyo shule enye alienda kujifunza hiyo wiki mbili wanaendanga eh? na hiyo ajendi ni nani juu inajulikana, waseme hiyo shule alienda kusoma juu lazima. Kama alikuwa anaishi na sista yake hiyo, wakati alimwambia hiyo infomation, mbona huyu sista yake familia ndo atoi complete story ya Nduta? Hmm, wanatulaumu lakini hawa ndo nao wanasababisha kutoa nusunuzu. Huyu anasema hiyo, anasema hii. Sasa saizi kwa media, Nduta asha alishikwa, Nduta alinyongwa, Nduta alisafirishwa kazikwa <laughs> yote <ni kwa> <laughs> so, which is which? Nduta mwenyewe ndio alishikwa gana yote ni kwa media. people are yani, watu wanachanganyikiwa, wanakosa kujua mimi ningependa, ningesema hivi hm? Familia kama mnataka to have peace na the media house ama the online people, wakuwe na straightforward venye kunaenda come up with a complete story of Nduta. Wacha kutuambia nusu nusu, hmm? Kuja mueleze vizuri. Nduta alishika passport yake 2022, 2022 venye mmesema after hapo kushika passport, hiyo passport alishika mwenyewe binafsi ama alishikiwa na agent? Tuelewe, hmm? Kutokea hapo juu alikuwa anaenda Saudi Arabia tunajua hizi nchi zingine Canada, wapi wapi huko, ndo usomi, si ndio? Watu wenyewe wameenda, wanajua hiyo information, watu wao wasomi, kwenda Qatar, kwenda Canada, kwenda UK, wapi huko, kazi people are not go to class. Ile class wanaendanga wanapelekwa na agent kusomea ya two weeks, so atuambie. Jua alikuwa anaenda Saudi Arabia, kumaanisha alienda kusoma hiyo two weeks or one month, hiyo agent yenye ilimpeleka huko, ama huyu Njoroge Njoroge nasemekana ni mzigo alimpea. So Njoroge ndo wanaleta uncomplete story. Wanasema Njoroge alimpea mzigo. Njoroge, hmm? Alipata pasipoti yake 2020, 20, uh, 2022. Akaenda kusoma hiyo shule ya kwenda Saudi Arabia, na shule uendangi mwenyewe, unapelekwa na agent. Akapata huyu broker, huyu broker anaitwa hivi, akampeleka kwa agent, agent yenyewe inaitwa hivi. After hiyo agent akaenda kusomea hivi, hivi, hivi, akapelekwa medical na huyu, alafu after hapo alikuwa na travel na huyu, na baada ya ku travel ndo alipata alipatana, which yanaelezea statement venye wanaweza leta, baada ya ku travel waliwaka akatravel akatoka Kenya na bus. Na kwa nini alitoka na bus? So tena kujia hapo, utatokaje na bus bus, bus kwenda nini Saudi Arabia? Utatoka hiyo ni kitu ijoi. Ukitoka na kama unaenda Saudi Arabia utatoka na ndege hapa, kwa nini akatoka na bus? Na kwa nini akakaa Ethiopia 10 days? Ndege zilikuwa zimejaa ama kuliapeni aje? Nakwambia kitu inafanya, guys, wacha niwaambie ukweli. Kitu inafanya watu wachanganyikiwe kwa hii story ya Nduta ni familia yao wenyewe, waje come kuleta story statement straight eh? Wangeelezea vizuri, venye mi nasema hivyo hmm? Akatoka Kenya akapanda ndege kwenda Saudi, alipandishwa na agent fulani. Akaenda sa, kwe, a, akielekea wapi? Saudi Arabia akafika Ethiopia akapatana basi na Njoroge. huyu Njoroge akampea akambadilishia mzigo, lakini sasa hata akimbadilishia Njoroge anakujia wapi? Which is wrong na hii statement yao ndo nakwambia inachanganya eh? au wenyewe ndo wanachanganya media, ndo wanachanganya nini, ndo wanachanganya hizi tv kubwa na magazeti. Wache ku blame ma tv, wache ku blame watu wa media. Ni hao wenyewe wajetoa a straight statement, watupe straight statement. na watu wache kuongelea, watuambie one Nduta alipata passport 2022 akaenda. Baada ya kupata passport ali, ni passport alichukua mwenyewe ama ni alichukuliwa na agent. kama alichukuliwa na agent alienda training kwa sababu alikuwa anaenda Saudi, Saudi Arabia akaenda akasomea huko 2 weeks ama 3 weeks akatoka huko akakaa kidogo akaitwa aende ya travel, na kwa sababu ni agent ilikuwa inampeleka kumaanisha ilimkatia ticket ya ndege kutoka hapa unaona, na akitoka hapa angeenda Ethiopia direct aende Saudi Arabia direct unaona. So, hii story yao inakuja tena complete. Alichukua passport yao, iko hivi, alichukua passport 2022 aka travel 2023, akaenda akakaa Ethiopia 10 days which is, alitoka na bus kumaanisha, alitoka na bus hapa Kenya. After Ethiopia, ndo alipewa hiyo mzigo na jamaa anaitwa John Joroge, akabadilishiwa akaenda haka... kitu imechanganya hata uelewi ni nini uelewi ni nini? Wanasema wenyewe uelewi eh, ni nini? Juu kama msichana yao ni really innocent. They supposed to tell us the truth and straightforward. Watuambie ukweli. Nduta alishika passport 2022 akaenda aka train kwenda Saudi Arabia, agent yenye ilimpeleka ni hii broker, mwenye alimchukuliwa kwa kijiji ni huyu. Kuna broker wanakuwa kwa vijiji hapo, wakitafuta watu wa Saudi Arabia. Haya, aka travel kutoka Ethiopia akaenda mpaka, aka travel kutoka Kenya akaenda mpaka Ethiopia. Alifika Ethiopia akaenda kujisaidia. Baada ya kwenda kujisaidia, mtu akakuja eh, kuju, kasoma wapi? Vietnam badala ya Qatar. Na kwa sababu ilikuwa first time yake ya kutravel, akafika Qatar, akastukia pasipoti yake inasoma kwenda wapi tena? Vietnam, lakini hakuwa anajua, alidhani kwamba anaenda bado Saudi Arabia kidogo kidogo hivi kufumba macho na kufumbua akakuwa ametua kwenye uwanja wa Vietnam, na hapo ndipo alishikwa. Statement ingekuwa hivyo, hata Mungu sumbuana. Lakini sasa waku tuambia alibadilishwa bagi dhopi, alitoka Kenya na basi akaenda kaka siku kumi, akaenda akaenda akaenda akaenda akaenda akashikwa. Tukanyamazia story tangu 2023, saizi ndo tumejua na nyongwa, sio tukaamua tukuje tuongee. So meamua afungwe kwa sababu mbona mkusema 2023 mulikua umeamua as a family huyu mtu ah, wacha tunyamazie story ju, ju mulijua the first day alishikwa, so mkanyamazia miaka mbili. So mlikua umeamua astakiwe afungwe maisha it's okay, but isijui ijulikana famili yetu itakuwa itakua kuaibu. Wacha kutuchanganya hmm? Mtupe story straight bwana, wacha kutuchanganya. wacha kutuchanganya. Yes, tunakosea kusema maneno mengi tumemzika tumemsafirisha tumemnyonga tumefanya nini but ni nyinyi hamleti clear statement mkishatoa tu njoroge ni huyu na huyu na huyu na huyu wahusika ni hawa hii ndo agent ilimpeleka huyu ndo alimpeleka medical huyu ndo alishikiwa ni si kutupea kazi ya sisi twende kwa kwa Kenya sijui kwa nini Kenya tamali passport inashikiwa tuchunguze tunachunguza nini na nyinyi mnajua njoroge mbona msitoe huyu njoroge nani hmm? ah, guys. Anyway, guys, make sure ume subscribe, ume like na ume comment pale hivyo Usikose kusubscribe, acha like, alafu nilikuambia kama unashindwa kusema tu kitu yoyote kwa comment section, wewe niambie unaniwatch kutoka wapi, na nitafurahia sana. In the meantime, guys, goodbye, thank you.